Sikutaka kuyasema kwa sababu nina uwezo mkubwa sana wa kupuuza, lakini nimechokonolewa sana na baadhi ya watu kiasi ambacho inawezekana kuna baadhi ya watu mkachanganywa. Kwa hiyo, kwa sababu nimelazimishwa mengi, nitapuuza lakini nitasema angalau moja, na naomba mnikubalie, na nikishasema hilo tutaendelea na mambo mengine. Kuna mtu mmoja ambaye amekuwa na jinadi siku nyingi, anasema, wakati anakwenda kwenye sendof alitumia koti langu mimi, mtoto wa mama muuza uji. Lakini leo hii anadiriki kufikia na kusimama mahali anasema eti Gambo ameumiza watu wengi. Hivi nataka niwaulize hivi mimi na yeye nani ameumiza watu wengi katika nchi hii? Nyinyi mnakujua Dar es Salaam nyinyi? Nendeni mkatafute habari zake kule. Hata kumsalimia mtaogopa. Nataka kokote alipomwambie, mikono yangu ni safi, sina changamoto yoyote na sijamuumiza yoyote badala yake nimesaidia watu wengi sana kote nilikopita kuwa kiongozi. Gambo, wananchi wa Arusha Mjini, nimemwita chuma cha Mjerumani kwa sababu ni chuma ambacho jua liwake mvua inyeshe hakipati kutu, jua liwake mvua inyeshe hakipati kutu. Lake ni alhamdulillah na la kwake Mungu ni mwema. Ni mwanamme na nusu. Na mimi Gambo ningekuwa nimeolewa na boya, ningeshaomba talaka. Gambo sio mtu wa bla bla. Gambo sio mtu wa porojo nyingi. Kwanza akisikia kelele kichwa huwa kinamuuma. Ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi. Akiahidi anafanya. Amefanya mengi ambayo aliahidi na ninajua bado ataendelea kuahidi. Gambo ni kuhakikishie, tuna kuombea kwa Mungu jua linyi wake mvua inyeshe. Tuna kuombea kwa Mungu. Wewe songa mbele, sisi magoti yetu yanaenda kwa Mungu. Endelea kufuatilia Wananchi TV, subscribe, comment na share kwa taarifa nyingi zaidi.